Yeremia sura ya kumi na moja mstari wa sita mpaka wa kumi utasoma. Amen. Neno Amen. la Mungu linasema naye, Bwana akaniambia, hubiri hmm. maneno haya yote katika mji, katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu ukisema yasikieni maneno ya, ya, ya, ya, ya maagano haya mkayafanye mm, kwa maana niliwashuhudia sana baba zenu siku hiyo ilipowatoa katika nchi ya Misri, hata leo nikiamka mapema na kuwashuhudia nikisema, itini sauti yangu, lakini hawakutii ya wala kutega masikio yao, bali walikwenda ya kila mtu katika ushupavu wa moyo wake mbaya. Kwa hiyo nimeleta juu yao maneno yote ya maagano hayo niliyowaamuru wayafanye, lakini hawakuyafanya. Naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katika watu wa Yuda na katika wenyeji wa Yerusalemu. Wamerudia maovu ya baba zao waliokataa kusikia maneno yangu, wamewafuata miungu mingine na kuwatumikia. Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Wamevunja maagano yangu iliyoyafanya na baba zao. Amen. Tusome pia Yeremia 31 mstari wa 31 hadi 33, Yeremia 31 hadi 33. Neno la Mungu linasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda si kwa mfano agaro lile lililolifanya nanga zao katika siku ile nilipowashika mkono katika langu, ili kuwatoa atikarisha Misri, ambalo agaro langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Baadi ya hili ndilo litakayolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao lizananika nani nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Haleluya, amen. Niombe Mtakatifu Bwana wa mabwana, salama Mungu naishi sante Yesu la, kwa neno lako ambalo Bwana amevituma jioni ya leo, ninaomba Roho Mtakatifu ukahudumia kila nafsi na kila roho inayosikia sauti ya Bwana ikaweze kutii, kwa sababu kusikia huja kwa neno la Kristo. E Bwana, ninakusikwa kusikwa ehemu zako na nguvu zako mfalume mungu ukatiye mali pajuu sana palikoenuka inambanima yako Bwana ikajiziilisha ukajifunua mfalume wa mani, katika jina la Yesu Kristo na kwa dani ya Yesu Baba nikiumba na kushukuru amen. Haleluya! nabi yeremiya alikuwa anaafundisha watu wa Yuda na watu wa, wa, wa, wa Bwana Yesu asifiwe alikuwa anazungumzia kwa habari ya agano. Bwana Yesu asifiwe kama vile wewe ulivyojitengenezea maagano. Kwa nini ulijitengenezea maagano? Kwa sababu ulikuwa haujamjua Mungu na hata hivi sasa haujamjua Mungu, ndiyo maana uko katika mazabahu na maagano ambayo yanakutesa. Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo a walikuwa nawekwa katika maagano, walikuwa wanatumikia katika hayo maagano, walikuwa wakiishi. Ninajua katika agano, unapokuwa na agano na hilo agano, kuna, kuna nguvu kunakuwa kuna kuna na sadaka kunakuwa na utekelezaji na utendaji Bwana Yesu asifiwe. Lakini katikati katika, ya katika hayo maagano lazima ufanye ambalo mmeagana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Hao walikuwa wako katika agano, walifanya agano la shetani, walifanya agano la kumwasi Mungu. Kama vile wewe uko katika agano la shetani, unamtumikia miungu si ya baba yako, mnatambika kwenye makaburi, mnaenda mnawanga, mnafanya moja mbili tatu. Kama vile bintu ulivyo, unajaribu kwenda huku na huku, unajaribu kuhanga bibi yako alitengeneza maagano yako alitengeneza agano hilo. Agano ndio linalokutesa kwenye maisha yako. Ndio linalokusumbua kwenye maisha yako, unajaribu kufanya biashara haiende, unajaribu kupenda huku haufanikiwi, unajaribu kujitahidi kuacha zambi pombe Kitawi anakujua kwa sababu yeye alifanya agano na Mungu. Haleluya, yeah. Unja kwa huyu Mungu, ninakwambia ufanye agano na yeye yeah. yeah. atakuweka yeah. huyu kwa ikoni yeah. yeah. Haleluya, makutano.